Ultrasound hmm, yenyewe hii inatumika kuangalia vitu hivyo vidogo vidogo au sivyo ambavyo nimeelewa. Yaani maana yake labda um, kibofu labda sio kama nilivyosema kwenye kifua sijui ni matiti kidogo. Mm. Mm. Moyo. Eh? Tunaangalia vitu vingi. Hadi moyo. Mpaka moyo. Eh? Tunaangalia vitu vingi. Kwenye ultrasound hiyo na sio x-ray. Eh. Sasa ndio okay, ndio nikasema kuna mm, kuna abdominal ultrasound. Mm. Abdominal ultrasound tunaangalia mafigo, Mh, maini, mawengu alafu e, e, e, yes, kuna pelvic ultrasound hii mm, tunamurika viungo vya uzazi zaidi, alafu okay, kuna superficial. Superficial ultrasound tunaangalia mfano kama mtu ana uvimbe tu kwenye nyama kwenye mkono mm, ama mguu hizi mm, ni superficial tunamurika mm, lakini kuna echo eko tii tunamurika moyo, tunaangalia kama kuna shida ya moyo, hiyo ultrasound. tunaangalia moyo kama umetanuka mm. ama damu ile inarudi nyuma mm. shida kama hizo tunaangalia, lakini pia tunafanyia uh, ultrasound ya kichwa ya ubongo, kwa zaidi tunafanya kwa watoto, tunaita cranial ultrasound. Kwa hiyo watoto ambao pengine sana sana waliozaliwa kabla ya wakati mm. tunaita premature Yaani kuna, kuna, wapo kwenye hatari ya, ya wanatoka damu kwenye ubongo. Okay. Kwayo tunafanya kuangalia kama kuna damu yote imetokeza sana so, sana ha ingawa hata hawa kawaida pia mtoto kukafanya kama tunakuta amevimba unakuta utosi umevimba kwa, ume ume ume kwa tunaangalia hmm. uh-huh. Mtaalamu tutarejea hapo, tunakwenda break. <coughs> Hii ni